Mume wangu aliweza kufika mahakamani, upande wa pili wa kufika mahakamani. Baada ya hapo, mume wangu wakati anarudi nyumbani, naye akapata ajali akafariki. Na leo kuna dalala amekwenda kwenye ile nyumba pale, ile nyumba imeshawekewa pingamizi ya kutokuuzwa, akiendelea kuonekana pale atauzwa yeye. Mimi hapa ni mjane, mume wangu alifariki kwa ajali baada ya mume wangu kufariki, alikuwa na kesi mahakamani na hiyo kesi aliwafunga. <coughs> Watu Mbezi round ya bauti, mume wangu alisimama akawambia, twende niwapeleke hospitalini, lakini yule abiria alikataa, bodaboda alikubali. Mume wangu akawa anashughulika na bodaboda mpaka aliruhusiwa akarudi nyumbani na Kamjale Magogo ya kutembelea. Baada ya hapo, baada ya kama siku mbili hivi, wale wakamletea barua yule abiria. Abiria alivyomletea barua ya wito, mume wangu alienda hadi nyumbani kwake siku ya Jumapili akiwemo na marafiki zake. Mume wangu alipofika aliwaambia kwamba nimesikia wito wako kweli. Yule jamaa akamwambia ndiyo, tangia nimepata ajali hujawahi kunijulia wala hujawahi kunitafuta. Basi yule jamaa akasema kwamba sio sababu ngenitafuta mume wangu alimwambia, kweli naomba samahani kwa kutokutafuta. Akamwambia, samani yako haisaidii kitu chochote. Basi mume wangu akamwambia, sasa fanyeje? Yule jamaa akamwambia, nilipe gharama zangu. Mume wangu akamwambia, shingapi? Yule jamaa akamwambia, nenda, nitapiga hesabu, nitakutafuta. Baada ya wiki moja kweli alimtafuta, tukaenda Mbezi, tukakutana baa moja inaitwa safari baa. Tukaenda kweli na rafiki yake mume wangu na mimi na dada yangu, tupofika pale tukamkuta mjomba, shemeji yake ndo amekuja na wakili. Wakamwambia ndo tumefika, tuambie hizo gharama. Yule jamaa alikuwa na wakili, yule wakili ndo akatoa makaratasi ambayo tunaonesha hizo gharama yule shemeji yangu mmoja leo akamwambia, hivi kusomee. Kweli wakili alikusomea gharama ambazo walikuwa wanahitaji ni milioni mia mbili si hamsini. Kila mtu alishangaa pale. Mume wangu akaongea akawambia, mimi mwenyewe siwe kushika hiyo hela, mbona ni hela nyingi sana. Na shemeji yangu akaongea akasema, ndugu yangu akusudia kuwagonga, amna mtu anayetoka nyumbani ajili kwajili wakuja kumgonga mtu. Tunaomba msamaha kwa hilo Kasema msama wako ausaidie kitu chochote, ila tunachohitaji ni hela basi. Yule jamaa akasema kwa nye mmejipanga kivipi? Shemege yangu akaongea kwa akasema kwamba ndugu yangu kweli ana nia ya kuwasaidia, nimekuja na kiasi cha milioni tano. Yule mjomba yule shemege alicheka sana, akasema ndugu yangu awezi kupokea hiyo hela, ela ni ndogo sana. Ana biashara ya kumwingizia laki mbili kila wiki, akamwambia akawambia basi naombeni nisamee ko kenya kidogo nilichokuja nacho, walikataa kati kati. Mume wangu akakubali sawa, kesi iende mahakamani. Baada ya kesi kwenda mahakamani, walisikilizwa mara ya kwanza, mara ya pili. Mahakama ikatumwa kwa ikawatumwa wakalete ushahidi wa kudai hiyo milioni mia mbili hamsini ya kweli. Siku ya, yani siku ambayo inayofuata ambayo ni mara ya tatu kuja mahakamani mume wangu aliweza kufika mahakamani, upande wa pili wa kufika mahakamani. Baada ya hapo, mume wangu wakati anarudi nyumbani, naye akapata ajali akafariki. Baada ya pole, pole. Baada ya msiba nikaa kama miezi sita, nikaitwa mahakamani nikaambiwa, mume wako aliacha kesi mahakamani, anahitajika msimamizi wa mirathi. Niwazungusha mahakama nikaambia bado msimamizi wa mirathi hajapatikana, wakapiga tarehe nyingine. Tarehe nyingine tena nikaenda, nikaambia msimamizi wa mirathi bado hajapatikana. Mahakama ikasema kwamba kama msimamizi wa mirathi hajapatikana, tutaachia upande wa pili uendelee na kesi yenyewe. Basi wakapiga tarehe nyingine. Ile tarehe nyingine nilipoenda, nikaambia mimi ndo msimamizi wa mirathi mirathi. Wakaniambia saa, kama ni msimamizi wa mirathi, basi unabidi uendelee na kesi ya mume wako. Kweli niendelea na kesi ya mume wangu, hiyo siku nilikuwa sina wakili, nikawa nilitoka nje ya mahakama, nikawa nalia. Kuna dada alipita, akaniuliza kwanini unalia? Nikamwelezea mume wangu alifariki, akaacha kesi, kwa hiyo ameniambia mi niendelee, na hapa nilipo sina wakili. Akaniambia kuna wakili taula, kwani nienda taula, nikapewa wakili wakili nimeendeleane nimeendeleane ni mpaka hukumu inatoka. Hukumu ilivyotoka, wakasema kwamba nimlipe milioni ishirini na mbili. Baada ya milioni ishirini na mbili wakafungua na kesi nyingine, gharama ya kesi, gharama ya kesi, wakasema niwalipe milioni kumi. Kwa hiyo baada ya hapo niliwaomba kweli, hiyo hela sitoweza kuipata, lakini mahakama haikuweza kunisikiliza nika- basi ikafika tena mahali wakasema wanataka auze nyumba. Nikamwambia nyumba msiniuzie, mimi na watoto wadogo. Basi baada ya hapo, kweli mahakama iliamua nyumba ikauzwe, wakaja wakafanya tasmini, wamefanya tasmini nikiwa nyumbani, kuna kaka mmoja wa mahakamani alinipigia simu akaniambia mbona nimeona nyumba yako imetangazwa kwenye gazeti. Nikaambia, gazeti gani? Akaniambia la Habari Leo kwani. Nikaenda kunua gazeti la Habari Leo nikakuta kweli nyumba imetangazwa, ambayo mnada ilitakiwa ifanyike leo tarehe tarehe kumi na tatu mwezi wa tatu, na nikiwa nakuja huku mdogo wangu alinipigia simu akaniambia nyumbani wamekuja watu wa mnada, nyumba inapigwa mnada. Kweli kiongozi alinisaidia, wakampigia mdogo wangu nyumbani, wakaongea nao, ndo wakasitisha mnada nyumbani. Kilichofanyika, jambo lake lilikuwa mahakamani. Sasa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kushirikiana na Tanganyika Law Society TLS, tumekwenda kufanya na kuweka pingamizi. Kwa mtu wa kawaida, mpenda masifa angeweza kusema hakuna kuuza nyumba hiyo. Mimi kama mkuu wa mkoa, mimi kama mkuu wa wilaya, mimi kama mtendaji wa kijiji nasema, lakini kumbukeni, mahakama ni chombo kinachojitegemea na kinapingwa kwa mahakama, sio, mnaelewa? Mpaka hapo tulikuwa nje ya muda, lakini tumpeleka maombi maalum, na leo kuna dalali amekwenda kwenye ile nyumba pale, ambaye ametumwa kuja kuuza ile nyumba. Mkuu wa wilaya uko hapa? kwani hapa mkuu wa wilaya wa Ubungo, nipelekeni salamu kwamba ile nyumba imeshawekewa pingamizi ya kutokuuzwa. Akiendelea kuonekana pale atauzwa yeye, na hili naomba mwambie mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Twange, kuanzia leo nyumba ile ikalindwe mpaka hapo mahakama itakapoamua vinginevyo. Akiendelea kuwa pale atauzwa yeye na nyumba itabaki.